Japokuwa watu wengi wamempelekea zaidi lawama kocha, lakini mimi lawama zangu nazigawanya, napeleka katika sehemu mbili. Kocha ana lawama kidogo, lakini lawama kubwa ipo kwa wachezaji. Lawama kubwa ipo kwa wachezaji kwa sababu mpira una quality, una game plan na una execution. Kocha ya kazi yake yeye, ni kutengeneza game plan ambao wachezaji wanatakiwa waende wakaipambanie. Kocha yeye kwenye mpango kazi wake wa mechi ameshamaliza. Inchi kubwa ilikosa kwa wachezaji. Kwa wachezaji ambao wamecheza kwa asilimia 89 ambao naweza nikasema quality alikuwa nayo. Ni Morris Abdulham pengine kidogo na beki wetu Lucien Delock. Lakini wachezaji wengine wamecheza chini kwa sababu moja kwa moja tunamlaumu kocha kwa namna ambayo ameingia na ile formation na kikosi ambacho ameanza nacho leo. Ndio hicho kikosi ambacho anaanza nacho siku zote. Na baada ya hapo kwa ile dakika ya 45, baada ya dakika ya 45 wanaenda kufanya sub wakina soa Wakina, naniwa, na mshambuliaji wetu wanaenda kuingia kwenye kipindi cha pili. Leo hio watu wamesahau, wanamlaumu kocha. Ndo huyu kocha ambaye alipindua matokeo dhidi ya JKT Tanzania kupitia kikosi kile kile ambacho alianza nacho, washambuliaji wanakuja kuingia kipindi cha pili. Tumeangalia hata kule tulivyoshinda ugenini goli tatu, kilianza kikosi hicho hicho, baadaye akaja kaingiza wale wachezaji ambao kaenda kupambana. Shida kubwa ni kwamba uwajibikaji kiwanjani wachezaji wa Simba wamepunguza.